Niwape pole sana uh, wanafamilia kwa msiba huu, msiba ambao kwa kweli taifa pia limepoteza mtu ambaye amekuwa uh, mchapakazi sana. Ni dada yetu, wengine tumefanya naye kazi maeneo mbalimbali mimi mbali. Uh, nilifahamiana naye sana wakati nikiwa katibu utawala wa mkoa wa Ruvuma wakati yeye akiwa mbunge wa Peramiho ambayo iko ndani ya mkoa ule wa Ruvuma. Kwa hiyo ni mtu ambaye tumefanya naye kazi kwa ukaribu sana, na hata okuwa waziri kwa katibu mkuu kwenye wizara mbalimbali, tumekuwa tukishirikiana sana, lakini pia ni mbunge mwenzangu pia ambaye, ambaye ame, ame, amekuwa uh, mfano wetu sisi wabunge wapya ambao tumeingia kwenye bunge hili. Kwa hiyo ni msiba ambao ni mkubwa, msiba ambao wote tumesikitika sana kwa, kwa, kwa msiba huu wa ghafla uliotokea. Eh, kama unafahamu amekuwa waziri wa ofisi tofauti tofauti, kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anaweza kuwaelekeza na kufanya kazi na viongozi wenzake wa chini kwa, kwa, kwa niseme nini, kiurafiki. Kwa hiyo mtu kama unaweza kufanya kazi na wenzako kiurafiki maana yake unaweza kufanya kazi zikaendelea ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kufanyika bila stress, kwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi na wenzake na hakuwa anasababisha stress kwa wenzake. Kwa hiyo niliseme tu kwamba ni kitu ambacho amekifanya sana, lakini nyinyi wote ni mashahidi kwamba amefanya kazi maeneo tofauti tofauti na amekuwa akifahamika kama mchapakazi.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 Waheshimiwa Jenista, kwa kweli alikuwa anaipenda kazi yake, anaipenda nchi ya Tanzania. Na kifo hiki sisi kama mkoa wa Dodoma kimetustua, na wakati fulani unasema nitamani nikauguze mtu nisikia ameenda hospitali, lakini tumekuja kusikia wakati ameshafariki. Basi tunasema kifo hakipangwi, Mwenyezi Mungu ndio anayekipanga. Tumwombee tu Mungu apumzishe kwa amani.